Je, yeah, umewahi kushangaa kwa nini baadhi ya watu wanajua siri zako hata bila wewe kuwaambia? Kwa nini kwenye biashara, siasa au hata maisha ya kawaida kuna watu wanaonekana kukusoma kama kitabu wazi? Robert Greene anaita hii Sheria 14, Pose as a Friend, Work as a Spy. Jionyeshe kama rafiki lakini fanye kazi ya kijasusi. Endelea kutazama na tega sikio lako kwa umakini, kwa sababu funzo hili linaweza kubadilisha namna unavyoamini watu wa karibu yako. Robert Greene anasema, By pretending to be a friend you gain access to information without raising suspicion. Kwa kujifanya rafiki, unapata ufikiaji wa taarifa bila kuibua mashaka. Mara nyingi watu huweka ulinzi mkali wanapohisi unataka siri zao moja kwa moja lakini ukiwa na sura ya rafiki, mtu anayeonekana salama, msikilizaji mnyenyekevu, watu hushusha ulinzi wao, wanakushirikisha hisia zao, mawazo yao ya ndani, hata mipango yao. Wanaamini uko upande wao, kumbe wewe unakusanya taarifa kimya kimya. Ndipo nguvu inapatikana, sio kwa nguvu ya misuli, bali kwa nguvu ya taarifa. Kisaikolojia, kila mtu ana hamu ya uthibitisho wa thamani validation Watu wanapopata nafasi ya kusimulia kueleza uzuni au furaha zao, dopamine na oxytocin huongezeka kwenye ubongo, vinavyohusiana na raha na uhusiano wa kijamii. Ndio maana mtu anapokutana na msikilizaji mzuri, anajisikia kuunganishwa na kueleweka. Hii hulainisha ulinzi wake wa ndani na mara nyingi hufungua siri au habari ambazo asingeshiriki kwa urahisi. Kwa maneno rahisi, mtu anayesikilizwa hujisikia muhimu. Mtu akijisikia muhimu hufungua moyo. Robert Greene hutumia visa vya kihistoria na falsafa kutufundisha kwa undani. Hebu tusikilize. Paris, karne ya 17, giza linashuka juu ya kasri la kifahari la kifalme. Ndani ya humbi hizo waliketi viongozi wake wa kifahari na wanaume wenye nguvu, lakini miongoni mwa wao alikuwepo mtu mmoja aliyejulikana kwa tabasamu lake laini na maneno yake matamu. Francois de la Rochefoucauld alionekana kama rafiki wa kila mtu. Alijua jinsi ya kucheka na malkia, jinsi ya kusifia mashairi ya wasanii, na jinsi ya kushiriki siri ndogondogo za mapenzi. Watu wakamwona kama mtu wa kupendeza, wa kuaminika. Lakini nyuma ya tabasamu hilo, Rochefoucauld alikuwa akikusanya kila kitu. Kila maneno yaliyosemwa, kila shauku iliyofichika, kila udhaifu wa kifamilia, alihifadhi akilini mwake. Rafiki zake hawakujua kwamba mazungumzo ya kawaida ya meza ya chakula yalikuwa hazina ya silaha kwake. Baada ya miezi michache, siri hizo zilianza kumjengea nguvu. Alijua nani anataka kumsaliti mfalme, alijua nani alikuwa na deni kubwa, alijua nani alikuwa akitembea na nani gizani. Kwa siri za kusanyajo, Rach Cold hakuwa tena mtu wa pembeni, akawa mchezaji mkuu wa kisiasa katika Ufaransa wa kifalme. Funzo: Adui anapokuja na upanga unajua ajenda yake, lakini rafiki anapokuja na tabasamu mara nyingi ndipo upo kwenye hatari kubwa. Kisa cha Russia, Moscow, kipindi cha vita baridi, chombo kimoja kilitisha dunia nzima, KGB. Hawakuhitaji mitangi wala mabomu kila mara, silaha yao kuu ilikuwa sheria 14, Pose as a friend, work as a spy. Waliwatuma watu duniani kote, wengine wakajificha kama waandishi wa habari, wengine wakavaa sura ya wafanyabiashara, na wengine walikuja tu kama marafiki wa kawaida. Walicheka meza moja na viongozi, walikunywa kahawa pamoja na wafanyabiashara, wakajifanya watu wa kawaida kabisa. Lakini nyuma ya pazea, kila neno lililosemwa, kila siri ndogondogo za uchumi na siasa zilirekodiwa, zilikusanywa, zikapelekwa Moscow. Kwa njia hiyo taifa lote la Urusi liliishi kwa taarifa walizovuna kimya kimya. Wakati wengine walikuwa wakipambana kwa mabombu na mabishano ya hadharani, KGB waliitumia mbinu ya urafiki na walishinda vita vingi vya kisaikolojia. Funzo: nguvu kubwa sio silaha unayoshika mkononi, mara nyingi ni siri unazozikusanya kimya kimya, ukivaa uso wa rafiki. Jinsi ya kutumia sheria hii: moja. uliza maswali ya kawaida, pata majibu makubwa. Mfano, badala ya kuuliza moja kwa moja mshindani wako analipwa kiasi gani, uliza mambo ya kazi yamekaaje kwenu, na mtu atazungumza bila kujua. mbili. Sikiliza zaidi ya unavyoongea. Watu wanapenda kujieleza, wewe nyamaza, tafuta clues. tatu. Tumia urafiki kama kivuli, usionekane mchunguzi, bali mtu anayejali. nne. Jue wene kuondoka, ukishapata taarifa, Ondoka kwa heshima, usikae sana hadi ushukiwe. Sheria hii ni kali lakini pia ni hatari. Ukishukiwa, unakuwa adui mkubwa zaidi. Ukiwa mtu wa kusikiliza kupita kiasi, wengine watakudhania hauna nia njema. Siri huleta nguvu, lakini ukipoteza uaminifu, kila kitu kinavunjika. Njia mbera ni kubalance, usitumie kila wakati, ila pale panapohitajika. Maoni kutoka Fikra Chanya, urafiki Unaweza kuwa silaha na taarifa ni nguvu. Wanaojua siri zako wanakushinda kabla hata vita haijaanza. Kumbuka, usiwahi onyesha silaha zako. Onyesha tabasamu lako, lakini moyoni iweke mkumbuko ya kila unachosikia. Hakikisha una subscribe Fikra Chanya kwa sababu video inayokuja, tutaendelea na uchambuzi wa sheria nyingine.